Karibu kwenye safu yetu ya maisha ya kila siku ya mkristo Mkatoliki. Leo hatutazungumza kwa sauti ya upole. Leo tunasimama kama sauti ya unabii, tukiinua sauti dhidi ya dhambi nzito inayolilia dunia, dhambi ya kuua uhai wa mwanadamu. Amri ya Mungu inasema wazi, usiue. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya ishirini aya kumi na tatu. Hii siyo ombi, ni amri, na amri ya Mungu haibadilishwi na mtu, cheo, siasa au mazingira. Tuone hasira mungu, ya Mungu dhidi ya mauaji. Katika maandiko matakatifu, mara zote Mungu huchukia damu ya mtu asiye na hatia. Mungu si mpole inapokuja kwenye uhai wa mwanadamu. Mungu alimwambia Kaini, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya nne aya ya kumi. Leo pia dunia inalilia, ardhi inalilia, damu zisizo na hatia zinamlilia Mungu. Na kama Mungu aliongea dhidi ya Kaini, na kama Mungu alimtuma Nabii Eliya kwa Ahabu baada ya kumuua Nabothi, tunaisoma katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 21 na kuendelea, basi hata nyamaza pia dhidi ya yoyote anayenyanyua silaha kumimina damu ya binadamu. Katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 21 aya 19 Mungu alisema, mbwa watayalamba damu yako katika mahali walipolamba damu ya Nabothi. Hiyo ndiyo sauti ya hasira ya Mungu dhidi ya mauaji. Tunapoyaona mauaji katika jamii yetu, kila tunapotazama au kusikia taarifa za watu kupigwa risasi, watu kufa bila hatia, familia kupoteza wapendwa wao roho zetu zinapaswa kutetemeka. Sio jambo la kisiasa, siyo jambo la hoja za mitandaoni, ni zambi inayolilia mbingu. Hata kama matukio yametokea katika mazingira ya vurugu, migogoro au kipindi cha uchaguzi, damu ya mwanadamu haipaswi kumwagika, si kwa risasi, si kwa panga, si kwa chuki kila uhai uliouawa kwa makusudi ni uvunjaji wa amri ya Mungu. Tuone onyo kwa wanaosubutu kuchukua uhai. Mungu anatuonya vipi? Kwa yeyote anayeshika bunduki na kumimina damu ya mtu bila hatia, iwe ni kwa oda, kwa rushwa, kwa chuki, kwa kisasi au kwa kutafuta mamlaka lazima atambue yafuatayo. Mungu hawezi kudhihakiwa. Tunasoma katika kitabu cha waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya sita aya ya saba. Kila tone la damu linakuwa ushahidi mbele za Mungu, kila kilio cha familia kinakuwa hukumu ya mbinguni. Na Biblia inasema atokaye kwa upanga, kwa upanga atakufa. Imeandikwa katika Mwinjili Mathayo sura 26 aya ya hamsini na mbili. Hii si kauli ya kisiasa, hii ni sheria ya Kimungu. Lakini Mungu anatupa mwaliko wa toba na huruma. Hata hivyo, kanisa linabaki kuwa mama wa rehema. Tunawaombea wote waliojeruhiwa, waliopoteza wapendwa, na wale waliomwaga damu, kwamba watubu Warejee kwa Mungu na waache njia za giza, kwa sababu ingawa Mungu ana hasira juu ya mauaji, bado ni Mungu wa msamaha kwa wenye toba. Kuacha kisasi, ni Mungu pekee mwenye haki ya kulipiza. Lakini tunapokuwa katika maumivu, kanisa linatukataza kulipiza kisasi, kwa sababu kisasi siyo cha mwanadamu tunasoma katika barua ya mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi na mbili aya ya kumi na tisa inasema wazi msijilipizie kisasi wapendwa wangu, kwa maana imeandikwa kulipiza ni juu ya, ya, kulipiza ni juu yangu mimi, nitalipa nasema Bwana. Tunapaswa kulia kwa haki, lakini sio kulipiza kwa chuki. Tunapaswa kupaza sauti dhidi ya mauaji, lakini siyo kuharibu. Tunapaswa kuomba uwajibikaji na ukweli, lakini siyo kutumia ghasia. Kazi ya kulipiza ni ya Mungu, kisasi ni haki ya Mungu. Kazi ya kuponya ni ya Kanisa, kazi ya kutubu ni ya mwanadamu mwenyewe. Tuombe kwa pamoja. E Mungu, Baba wa uhai, tunalia mbele zako. Tazama machozi ya familia zilizopoteza wapendwa wao, tazama damu iliyomwagika, tazama huzuni ya taifa letu. Simama Bwana, kama ulivyosimama mbele ya Kaini, simama kama ulivyosimama dhidi ya Ahabu, simama kama Mungu wa haki na wa huruma. Wape wafu pumziko la milele, wape wauaji roho ya kutubu, wape walio hai neema ya kutafuta amani, na utulinde tusije tukawa watu wa kisasi, bali watu wa haki na upendo. Wote tuseme amina. Hitimisho: usiue ni sauti ya Mungu, mauaji ni kelele za giza. Tuchague uhai, tuchague amani, tuchague Mungu.